sherehe na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ah, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu ambayo amepeana hii nafasi kuonekana jinsi ilivyo hata sikutarajia itakuwa hivyo, lakini kwa ajili ya Mungu. Mungu hakika ana mipango yake, na Mungu aliweza kupanga na ikapangika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. imekuwa muda mfupi isherehe kutangaza hapa mahali hapa, ni mwezi moja na wiki mbili Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata nilikuwa najiuliza paroa na tena na luu inasema, ni vizuri masiku fupi, siku fupi inafanya uh, kitu kinaonekana kizuri, kwa maana kila mtu atakuwa angali ya kuona uh, Bwana Yesu asifiwe. mmefanya kusimama pamoja nami kwa siku ya leo mmesimama nami hakika siku zimekuwa fupi lakini mmeweza kusimama pamoja nami bwana yesu asifiwe amen na wakushia shukurani Mungu akaweza kusimama pamoja nami maana na sio wote wangeweza kutaka upendo kama huu ifanyike na lakini, wale ambayo wanamjua Mungu hakika bameonyesha upendo wao kwa hii kazi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawashukuru kwa mipango yote, ninawashukuru jinsi vile mmesimama pamoja nami, mmesimama nami kwa ajili ya maombi ni hivyo hivyo kweli, jinsi vile mi mm, Mama Lijo nilisema, niliomba tangu pale, lakini kwa moyo wangu nilikuwa naona labda ah, hapataki kunitendea, kumbe bali kwa wananipenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na imefika siku ah, siku hii jinsi vile imefika, nimefurahi na nimekuja na kijiji cha kupokeza ule ambaye amechagua. Bwana Yesu asifiwe. Amen! Hata kama ni leo, hata kama ni siku hiyo, niko tayari, ni furaha yangu kanisa la Mungu likiendelea mbele Uh, maana niliona uh, nichukue uh, kwa ufupi hivi uh, kabla neno lolote ijanilemea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na lakini nimefanya kazi mahali hapa na kazi ya Mungu haikosi changamoto nimepitia changamoto mingi na lakini nehema ya Bwana inatosha yes. Nehema ya Bwana inatosha. Amen. Kwa hii miaka yote yenye nimefanya, sio nilikuwa nafanya tu ati kwa sababu naona uzuri hmm. Mahali pengine inanipeleka paka kwa ukuta ina nikiona shingo imebaki kidogo, nafanya hivi natokelezea Bwana Yesu, yeah. Asifiwe, yeah. Maana sikutaka nishindwe, nilitaka iwe mshinda, yeah. Maana niliitwa, yeah, kwa kazi ya Mungu na kazi hii, yeah, iko kwa damu yetu, na nikapata walezi wa kulilea, nikapata wazazi wazuri pande huu Uh, wazazi wangu walikuwa nyumbani na wenye wananiumiza wako wa hapa. Nilichaguliwa kama sijui chochote, kazi yangu ilikuwa uimbaji peke yake ndavyo tambisalimu ndani mbaji gandazan lete <laughs> <Bwana Yesu asifiwe. laughs> Amen. watu wa Mungu tume na huyu mama wako na mwanangu mm. unaimba paka paka Yaani kando inabaki. Bwana, hey. Yesu asifiwe, hey. Na tukiimba hivyo ilikuwa mapenzi yake Mungu hiyo kipawa, uh, ni kipawa ile ilikuja Roho Mtakatifu ndio alifunua hiyo kipawa mm -hmm. na tukaye

mpaka bishop siku ingine akagombana na hao wana mashida na namna gani? mm -hmm. Na huyu hata nimeimba ile inaitwa nini folksong, wao naenda tu hivi, nakufanyia hii, hata wakamiti wanachanganikiwa. Yeah. Kwa hivyo nimefanya kazi mm. ile inapendeza, Mungu, oh, yeah, yeah. Inapendeza mm. Mm. Yeah. Ni ninapendeza kanisa sasa nikiwacha mm. kwa uzuri mm. alafu nipeane hiyo kijiti mm. Alafu nipeane ni kijiti alafu nikae hivi alafu nimwambie

Hey. Na lakini kitu ile nilikwanga na. Bwana asifiwe. Amen. Eme, usinikose. Bwana njoo ndani kani. Toko hapa magumu. Na lakini tena kesho uone na njoo. Na njoo na kaa. Na naendelea na kazi hapa na niweke hapa. Hapa. Kama tulikuwa tunakosoana nilikuwa siweke hapa. Bwana hmm. Yesu simu ikampata nyuma kule ati kazi imepatikana na ni yeye tu anatakana utu huko, ndio akapigia Rion akamwambia fahamisha kanisa, mimi ndio niliwaachilia huyu mama kufanya kazi hiyo. Na hakika huyo mzee wangu Mungu amuone haki, tangu niloweka kwake ajahai hata niingie usiku tu ni nimenyesha mizig akeijuko iaabambzi. Bwana Yesu yeye ndiye alikuwa ananitia nguvu, hajawahi kunigomanisha, hajawahi kunipiga mpaka vile ametoka nje amekaa Nairobi huko, mi bado nafanya kazi na najua aliniwacha kwa kazi ya Mungu. Bwana Yesu, siku zote nikimwambia tu ni ujenzi ni ujenzi

mpaka kwa mahibao sisi, mimi kuoneka panga sikufanya ukunzi, nililete mme kwa mahibao, tukaombewa tukuja nyumba, tukakula vitu na ndio tukafundishana kutoa kwa mahibao. Ni mtaji. Bwana Yesu asifiwe.

Ile sio mtu anakupa unazifikiaga. Bako Bakobona. Bakobona. Bakobona. Bwana ni sasa. Amen. Kwa hivyo wacha nimalizie hapo. Ah. Hakika mlio fika wote. Mungu ni wote ni wote. Ninawapenda ninyi wote. Nawachilia baraka kwenu Amen. Kubarikiwa, kabarikiwa na nyumba zenu, kabarikiwe mahali muna kaneda, waonekanie ana, mmetenda mambo yaliyo makubwa Amen. juu yangu. Amen. siia majina nieu lakini anasaa lakiniwai alipofika aliwambia tuandike kitabu cha hesabu wakasema tunataka tuandike hao watu wawe katika hesabu ya wanao wanao sema alipofika alianda mpendo akambasila akamwambia wakati wa unapoendelea kuishi lazima tuwe na mtu ambaye atakuwa akiandika Sema Amen. Ama katangu, kwa sababu neno limekuja. Walianza mwanzo wakaondoka wakafika mahali kabidi lazima waitwe jina na mahali wakalika, walao walipofika kule wakasema lazima tuhesabiwe, kila mtu ajue mahali ambapo alizaliwa na hesabu yake. Wewe ulihesabu wapi? Wewe katika hesabu ya watakatifu, ama katika hesabu ya wana wa Israeli? Wewe ulihesabiwa kwa mkono gani? Ama ulitoka na mwanadamu gani? Mwingine alitoka kachelewa. Halafu ifika amefika amechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanapobarikiwa yeye ataka. Watu wanapoinuliwa yeye hawezi inuka. Wewe unakata. Watu wanashukuru huyu mambo kwa sababu kazi yako. Wakati mimi nilikuja hapa aliita Miss Ngikubali waje, ni mwingi wapi? Alikuja hapa. Yaa mama ya. Khalimbo kwa leo wanawaona. Emwe na wao maamitm anwats sasaaa mama aliyekuwa mwaminifu, aliyetenda kazi ya madhabahu. Aliyatenda kazi njema katika madhabahu. Alilinda hata wachungaji, mm -hmm. Aliwawalisha, aliwanywesha.